Kipa wa Simba Ayoub Lakread akiwa yuko hapa na kikosi cha Simba akiwa anaendelea kufanya mazoezi kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya kikosi cha Mbeya City, mchezo ambao unapigwa kwenye dimba hili la KMC Complex, ambapo unashuhudia akiwa na magolikipa wengine. Aisha Salmanula yuko hapa naye akiwa na anaendelea kufanya mazoezi, lakini pia Hussein Abel naye akiwa anaonekana hapa akiwa anafanya mazoezi yake kuelekea kwenye mchezo huo wa kesho kama ambavyo unashuhudia uh, magolikipa wa Simba wakiwa wanaendelea kujinoa na kujiweka vizuri kuelekea kwenye mchezo huo wa kesho, mchezo ambao mnyama Simba atakuwa ni mwenyeji wa kikosi cha Mbeya City kwenye mchezo wa CRDB Bank Federation Cup. Hiki hapa chuma Ayoub Lakread yuko hapa akiwa anaendelea kufanya mazoezi kuelekea kwenye mchezo wa kesho, mchezo dhidi ya Mbeya City. Ayoub Lakread huyo hapa mwamba kabisa tuchuma akiwa anaendelea kufanya mazoezi , lakini pia wanaonekana huku magorikipa wengine Hussein Abel yuko hapa, lakini pia Aisha Salmanula yuko uh, hapa, lakini pia Ali Salim nahe akiwa yuko kwenye kikosi hiki anaendelea kufanya mazoezi yake ya mwisho uh, kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Huyu hapa Ayoub Lakread akiwa kwenye kikosi cha Simba ambacho kinafanya mazoezi hapa kwenye uwanja wa KMC Complex. Tazame hapa, Ayoub Lakread akiwa anaendelea kujinoa vizuri kabisa na kikosi cha Simba Simba hao wakiwa kwenye mazoezi kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho dhidi ya kikosi cha Mbeya City, mchezo ambao utafanyika hapa kwenye dimba la KMC Complex, mchezo wa CRDB Bank Federation Cup, ambapo unashuhudia kikosi kikiwa kinaendelea kufanya mazoezi hapa

Kama ambavyo nashuhudia golikipa wa Simba wakiwa wanafanya mazoezi, golikipa wa Simba wakiwa wanafanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya